Katika mji wa Mombasa ambapo sheria za ujenzi ni kama mapambo ya Krismasi, zinaonekana lakini haziguswi. Ilani ilitolewa lakini nani anasoma ilani? Labda ni wale tu wanaopenda vitabu vya vi hadithi. Gavana, kwa sauti na mamlaka, alionya watu wakae mbali kwa muda maalum, tena kwa kuwaomba sana wahusika, akitaja hata athari ya mtikisiko kutokana na mlipuko huo. Hii haitodhuru nyumba yako, lakini ule mtikiso ambao kwamba utakao kuweko utasababisha athari ya masikio yako kila ukiwa karibu. Wale wanaofanya kazi hii wanavaa vitu ambao kwamba vinawastiri na sio pamba. Ukasema kuwa unaenda kujiweka kazi wenyewe kilomita moja na, na nukta mbili kilomita kutoka hiyo nyumba kwenda sehemu zote, ni lazima kutakuwa na evacuation Kesho kuanzia saa kumi na mbili asubuhi, mtu yoyote asikae katika nyumba yake, asiende katika msikiti ulioko karibu na sehemu hiyo, asiende katika skuli ambayo kwamba iko karibu na sehemu hiyo madrasa, madrasa, watu wasiende makazini. Kilomita moja nukta mbili inamaanisha ni kuanzia hapa kwenda mpaka markiti, kuanzia hapa kwenda mpaka sehemu ya Bakistani kuanzia hapa uh, uh, uh, upande huu mwingine nafika mpaka sehemu ya City Blue kwa sababu ya bahari. Lakini binadamu ni viumbe wa kushangaza. Hatutoki kesho, twaitwa hatutoki. Mbona tu Gaza watoki? mabomu yote yapigwa pale, mandege zapigwa, mbona wakutoka? Ikiwa sisi mwataka tutoke kuanzia saa kumi na mbili tutakwenda picnic Bamburi Beach, mutuletee breakfast, twataka vitumbua, chai, mitai, kalmati, mahamri zote mutupelekee pale. Mkitupelekea pale, ndio tutakwenda. Ndio hiyo imelipwa, ndio hiyo umeona, ndio hiyo ukisema kuna hatari. Wao huona fursa ya kupiga picha za selfie na pale ambapo bomu lingetegwa watu waliona ni bora kuthibitisha kwa macho yao matokeo hasara madhara na maswali yasiyokuwa na majibu na hayo ya kijiri watu walisherekea umahiri wa wabomoaji na kufaulu kwao kuliangusha jengo hilo tahadhari zingechukuliwa tangu mwanzo wa utaratibu wa usanifu ujenzi vumbi hili la madhara halingetokea nani alihusika na uidhinishaji wa jengo hilo ndani ya serikali ya kaunti ya Mombasa Je, kosa ni la nani? Labda ni la jengo kwa kusimama mahali pasipofaa au labda ni la watu kwa kupuuza ilani. Lakini je, kuna tofauti ya kuchechemea kwa mtu aliyekanyaga kinyesi na yule aliyekanyaga mwiba? Na mbona mtu aliyekanyaga kinyesi huonekana kuchechemea zaidi kuliko yule aliyedungwa na mwiba? Hilo ni swali la falsafa ambalo hata Plato huko Roma angepata ugumu wa kulijibu. Matokeo yake yamekuwa ni kama mtu anapoonywa kwamba mbele yake kuna kinyesi asikanyage, lakini kwa ukaidi ana lazima athibitishe kama kweli kinyesi kipo. Anapokanyaga kinyesi anachechemea kama ambaye amedungwa na mwiba, na hatimaye anajigamba kwamba alama ya kanyaga uone hakuiona. Lakini pia alimfika mmiliki wa jumba hilo ambaye amedungwa na mwiba wa kujitakia ambao hauambiwi pole baada ya jumba hilo lililoporomoshwa kumtia hasara, huku aliowasababishia hasara wakisubiri fidia. Hakuna pesa ya mtu ya flat hapo, mwenye gorofa ametumia pesa yake, na mimi nataka kuambia wananchi ametumia ni sawa, lakini ametukua loan so, muombe hii bado ya hasara loan na nini na nini mambo ya Mungu, but 300 to 350 million shilling imekunywa maji, but tunashukuru Mungu you know, Pesa siyo muhimu, hata developers wakasema sumra wacha tuaguse hiyo hiobi tutajini hasara, lakini ni mtihani kutoka kwa kutoka kwa Mungu. Mungu inakujia kila mtu kwa uchungu. Alishukuru sana kuangushwa kwa, kwa jumba lake hilo kwa kuwa angepata hasara zaidi kama jumba lake lingeporomoka lenyewe na kusababisha maafa na hasara zaidi. Magorofa zinaanguka juu ya watu na tunatoa maiti. Jameni, simuone hata hakuna maiti, tushukuru Mungu. Wati hi mambo ya kushika, ni nini? Nisikuwe, na nini isikue ni sababu ati mtu amefanya deli nie jameni. So kama nikuzikwa ni niko tayari nizik, nitapambana bwana. Mimi ni Lolani Kalu Coco FM. Lava ya pwani.